Mwanadamu anapupa katika dua, katika kuomba dua anafanya haraka sana, na haraka ya mwanadamu katika dua ni aina mbili. Aina ya kwanza ndiyo iliyokuja katika aya hii na ndiyo sababu ya aya hii kuteremshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, istijalul insan fi dua, pupa ya mwanadamu katika dua. Na pupa ya mwanadamu katika dua sura yake ya kwanza inakuja hivi: mwanadamu anapata mtihani, mtihani katika nafsi yako, mtihani katika hali yako, mtihani katika maisha yako, mtihani katika watoto wako, mtihani pale kazini, katika biashara na mengineo na mengineo mengi. Sasa mwanaadam badala ya kujisubirisha, badala ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala khairi amletee kheri, anakuwa na pupa. Sasa anaona, badala ya kupata zile dhiki, wanadamu labda amepata mtihani wa maradhi, maradhi yanamsumbua, maradhi yanamtia katika hangaiko kubwa sana. Akiamka kuanzia asubuhi, yeye yupo katika stress, anakaa nayo stress, hiyo inamletea pressure kila aliyoko mbele yake hapo, anayekuja anaingia na anaetoka, na tukano matusi. Baada ya siku kadhaa, mwanadamu huyu anaomba dua, inasema hivi: ya Rabbi, basi kuna faida gani mimi kuishi hivi? si afadhali uniondoe duniani? Hii ni hali gani mimi naishi? Sasa nipo hai, sipo hai, maiti si maiti, nipo katikati afadhali uniletee mauti niondoke, na maneno mengine kama haya. Allah amekupa mtihani wa watoto na watoto wawili watatu wanne. Alhamdulillah, pengine mtoto mmoja wawili wapo sawa, umesimama katika barabara nzuri, unawaridhia kama kawaida ya kimaumbile. Kunatokea wakati mwingine watoto mmoja au wawili wakapita katika barabara ambayo mzazi hayupo radhi nayo umemsemesha umemsemesha mara mbili, mara tatu, unaona mambo hayawi. Basi mwisho sasa unaanza kumwapiza yule mtoto, unaanza kumwapiza. Allah akujalia jambo fulani, Allah akulani, Allah akufanya hivi, Allah akufanya hivi, kila aina ya maapizo, kila aina ya maangamivu. Unamwombea mtoto wako, Allah akujalia ushikwe na wazimu, wewe mwendawazimu mepata aazimukweli. Maana ni dua mzazi anaomba, hii dua inatokamana na maombi ya mwanadamu kwamba ni ajulan. Aya inasema hivi: wa yad'u al-insanu bil-sharri du'a'ahu bil-khair. Mwanadamu anaomba wa yad'u al-insanu bil-sharri: unaomba shari duaahu bilkhairi, dua ambayo ulikuwa uombe khairi unaomba shari, kwa sababu ya pupa ulionayo, una subra. Mtoto amekusumbua kidogo, unamwapiza unamwangamiza. Allah akujalie, hiyo ni dua. Unapiza wewe mwenyewe, kadhalika unajiombea nafsi yako, pia unajiapiza, unajiombea shari

ni pale mwanadamu anapoomba dua ya khairi sio ya shari ya khairi ya lakini anakuta kwamba jawabu inachelewa inachelewa kuitikiwa ile jawabu anaomba unaomba kazi unaomba mke unaomba bibi mwaka unaingia jana unaozeshwa leo kulikuwa na akdi nikaa hapa unasema ah ile ingelikuwa ni mimi ile lakini sio wewe unakuja mwaka mwingine bado haijasimama yes, Mwanadamu anakosa kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuitikia dua, lakini namna ya kuitikia dua ya Allah subhanahu wa ta'ala ndilo swala ambalo Mwislamu mara nyingi huwa haelewi. Dua ya Allah subhanahu wa ta'ala anaitikia vipi? Anaitikia si lazima aitikie vile unavyotaka, vile ulivyoomba wewe. Allah subhanahu wa ta'ala ana sura mbalimbali za kuitikia dua yako. Umeomba na Allah subhanahu wa ta'ala amesikia, wallahu sami'u du'a, maadamu hapo hamna mawani'u ijabati du'a. Hilo ulifahamu vizuri. Tunapoomba dua wakati mwingine kuna simama mawani'u, kuna simama hawajiz, kuna simama mambo ambayo yanakuwa ni pingamizi ya dua ile kuitikiwa. Kwa mfano

kinywaji chake ni haramu eh. Alikulia ye mwenyewe vile alivyokulia, amekulia kiharamu, mavazi, nguo alizovaa ni za haramu. Mtume anauliza <coughs> fa anna yustajabu lahu, mtu aina hii anaitikiwa vipi? Kwa maana kwamba hiyo dua Allah subhanahu wataala haiitikii, anaisikia lakini haitikii, kwa maana kwamba hatoi kile ambacho mwanadamu alichokiomba. Sababu ni kwamba kumesimama mawani, na miongoni mwa mawaneu ijabati dua ni vitu hivi alivyovitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kula vyakula vya haramu, pato la haramu, kasb muharram, chumo ambalo umelichuma pato umelipata la biashara ya haram, biashara za ujanja ujanja metumia mambo ya hilahila hila, mambo ya urongo, umedanganya hapa, umedanganya pale, ukadhulumu huyu, ukadhulumu pale, ndio ukapata pato lako hili. Pato ndio ambalo wewe umeishi nalo, ukirudi kwa Allah ta'ala kuomba matatizo kuitikiwa. Sasa pupa ya pili ya mwanadamu wakati hakuna mawaniu ijabati dua ni kwamba mwanadamu wakati mwingine anajisahau kutokamana na maumbili, anakuwa na haraka ya kuitikiwa dua. Unaomba biashara, ufungukiwe katika biashara, unaomba watoto, wakati mwingine ujapata mtoto, unaomba kadhaa, unaomba kadhaa, unaomba kadhaa, mambo mengi tu. Tuna tuna mambo mengi ambayo tunayomba kwa Allah, mahitaji yetu ni mengi. Shida ni kwamba mwanadamu, khuliqa alinsanu ajula, ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika hadithi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuitikia dua ya mja wake, malam yuajil, maadamu hana pupa. Allah haitikii watu walio na pupa katika dua. sababu so, ni lazima uelewe hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoomba dua Allah subhanahu jalla wa ala ana hikma yake ya kuitikia dua kulingana na elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na kadari aliyoipanga subhanahu wa ta'ala, kulingana na elimu iliyopo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo sisi kwetu hamna. Wewe unaweza kuomba dua ya kupata kitu fulani, shay'an bi'ainihi, mwanamke fulani, nyumba, unataka pahala fulani, ardhi fulani, jengo fulani, pahala fulani lakini katika elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia khairi kwamba hilo jambo hajakupa kwa sababu alina khairi na wewe. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma yake amekupenda, wa asaa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wewe bado unanang'ana pale pale, lakini Allah katika elimu yake anajua ile jambo wewe mwanadamu ukalipata utakuwa katika hali isiyoridhisha. Sasa ana kuondolea lile li jambo wewe, unalikimbilia una kwa kila namna unaliendea mbio kwa kila hali, na Allah subhanahu wa ta'ala kile ukilisongelea, wa naliondoa, huwezi kuelewa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huku wewe unaomba, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala anakutakia badala yake iliyo na kheri.